Asanti sana na karibu tena hii leo, tukizungumzia masala nzima ya masomo au shule zile za JSS, kuangalia pengine mstakabali mzima wa wanafunzi hawa. Je, wako tayari kufanya mtihani? Na moja kwa moja, hii ni kaunti ya Nakuru. mimi ni Eva Tasiba, nitakuwa nikizungumza na mwalimu pamoja nikizungumza na wanafunzi pingine, nasi wazungumze tu. Njoo hapa mwalimu, tuzungumze kidogo tu, ukianza kwa kujitambulisha, tuambie jina la shule na pia umejiandaa vipi grade ya 6 ya 9, samahani, mko tayari kufanya mtihani vipi? Asante ah, sana. Majina yangu ni Naftali Ng'ang'a Mwangi. Ah, hii ni shule ya Radiance Academy ambayo iko katika kaunti ya Nakuru. Ah, tumejiandaa vizuri kufanya mtihani wa kejisea mwaka huu 2025 ikizingatiwa kwamba hawa ni wanafunzi ambao tunaweza sema ni pioneer, ambao tulianza nao na tumejipanga vizuri kulingana na jinsi ambavyo Ministry of Education imekuwa ikitupa ikitu ratiba ya kufuata , tumekuwa tukizingatia hayo. Kwa hivyo tuko tayari kufanya mtihani huo. Hebu e, pengine tuangalie hii ikiwa ni kwamba mara ya kwanza ka taifa tumekuwa na mtihani huo wa JSS grade ya tisa. Pengine ni vipi umejiandaa? Tofauti gani iliyopo na wanafunzi kweli wamekumbatia na hali vipi? Uh, ni tofauti sana na mitihani iliyotangulia ya awali ya KCP 844 kwa sababu hii ni CBE, Competency Based Education ambapo wanafunzi wanastahili kufunzwa ujuzi wa kutenda zaidi. Na kwa hivyo kama hapa tulipo sasa, hapa tuko katika maabara ambapo wanafunzi huja kufanya somo lao la sayansi, na hiyo ndiyo ambayo inatakikana katika mfumo huu ambao ni wa CBE, ambapo wanafunzi wanastahili kufanya zile ambazo tunaita practicals moja kwa moja wanajionea, kinyume na hapo awali ambapo tulizingatia sana mambo ya theory. Kwa hivyo wanafunzi wetu tumeweza kuwafunza yale ambayo yanatakikana na tuna imani kwa mb... kubwa kwamba watafanya vizuri. Watahiniwa wenu kwa mwaka huu ni wangapi? mm -hmm. Na vile vile tu kiangalia je, ukiangalia je eh, ukiangalia matayarisho ya, ya KCP, KCSE na sasa hivi ukiangalia matayarisho ya JSS grade ya tisa mambo vipi tofauti? uh, Okay, uh, swali lako tena tafadhali. Ningetaka tukujua pengine watahiniwa ni wangapi wa gredi ya 9 na vilevile, pia ukilinganisha tu mfumo wa awali hapo awali na sasa hivi, tofauti gani ilipo kuhusiana na swala nzima la kujitayarisha kwa mtihani huo wa kitaifa? Asante sana. Tuko na jumla ya watahiniwa 110 ambao watakuwa wakifanya mtihani mwaka huu na matayarisho ambayo yamekuwepo ni kwamba matayarisho ya mwaka huu yamekuwa mazuri zaidi, hata ukizingatia uh, kinyume na pale awali ambapo pengine wanafunzi walikuwa wakifunzwa sana jinsi ya kujibu maswali ya mitihani peke yake. Uh, hili ni darasa la kwanza ambalo litakuwa likifanya mtihani huu wa KJSEA, kwa hivyo hakuna mtihani mwingine ambao umewahi fanywa hapo awali, na kwa hivyo matayarisho yetu, tumekuwa tukifuatilia yale yote ambayo yako katika ile ambayo tunaita curriculum design Hacha hmm. niseme pia na mtahiniwa mmoja e, ukianza tu kwa kujitaja kwa jina, pengine uko tayari kufanya mtihani huu. Naam. yeah, inaonekana tuna changamoto hapo ya mawasiliano na Evans Asiba A, akiwa na tupatie taswira kamili ya jinsi hali ilivyo katika baadhi ya shule, lakini kuna jambo ambalo limeibuliwa na wananchi kutoka kaunti mbalimbali kuhusiana na kwanza ile gharama ya kufanya miradi. Caroline, wewe kama mzazi umewasikiza, umewaelewa, ama wewe hali yako ni tofauti kabisa? Nimewaelewa wazazi wenzangu kitambo, wakati kulikuwa na ule mfumo wa, wa nane nne nne hakukukuwa na projects zenye zinafanywa kwa shule hizi uh -huh. practicals zenye zinafanywa kwa shule hazikukua sana uh -huh. Lakini ukia, ukianzia kwa CBE ukianza grade 6 na nafikiria hata ukianzia chini siku hizi kuna project mingi sana zinafanywa shuleni uh -huh. So kawaida, wazazi tulikuwa tumezoea ile ya mtoto akienda shule ni hivyo, umelipa school fees ni hivyo uh -huh. Lakini kwa wakati huu kuna ile maongezo ya project fulani nakuja na ni assessment uh -huh. si tu for ya hivyo ni ile ni, ni, ni mtihani pia, inatakana hiyo marks mm -hmm. Mtoto apewe, maana kulingana na CBE marks zake za mwisho zinatoka kuanzia u easy assessments anafanya akiwa shuleni the practicals mm -hmm. So mwishowe unapata mzazi kila wakati ina, inabidi yaingie kwa mfuko, project fulani kitu fulani inafanyika shule, so ni kitu yenye iko kwa kawaida kitambo mm -hmm. So gharama inakuwa ni kama imeongezeka kwa kwa, wazazi. Naam. Yeah. Uh, uh, Michael, kwa wale ambao hawana fedha katika hii miradi mm -hmm. Kuna masuala gani ambayo wanahitaji kufanya ili kuhakikisha kwamba huyu mwanafunzi yuko katika kiwango kimoja na yule ambaye ananunua? Na hata yule ambaye ananunua, ana, anajifunza kweli? Ama yule ambaye anatumia locally available materials anajifunza zaidi? <laughs> Nikichangia hapo, ni kwamba inafaa kwamba una mambo mengi katika CBE, ni kuwa mbunifu Mm hata -hmm. kuna one of the core competencies, nasema creativity and imagine kwa hivyo, hata yule ambayo yuko kule mashinani ambayo hawezi akapata hizi bidhaa ambazo zinahitajika za kununuliwa wakati wako na project ni awe mbunifu, ajaribu kutafuta katika maeneo yale yanakaa mm -hmm. maeneo pale anapoishi angalie kitu ambayo anaweza tumia na kinapatikana kwa urahisi mm -hmm. katika hiyo hali yake ilivyo mm -hmm. CBE inaongea kuhusu kwamba ujaribu kutumia vitu ambavyo unaweza pata kwa urahisi ambavyo si lazima ununu ununue katika hiyo miradi ama, ama hizo projects. Wanafanya vitu nyingi, wanahamasishwa kwamba watumie vitu ambavyo ni vya kupatikana kwa urahisi mm -hmm. Tupatie eh, si mfano eh. Eh, kama, kama hivi majuzi eh, mtoto wangu alikuja akaniambia wako na mradi wa tie and dye mm -hmm. Na akasema kuna rangi lazima inunuliwe, kuna t-shirt lazima inunuliwe ili kuweza kufanikisha ule mradi. Kwa mtoto ambaye mzazi wake hawezi kununua, anapaswa kufanya nini, ama mwalimu anapaswa kumwelekeza afanye nini ili ule mradi wake ataufanya kwa ukamilifu na apate ima Meeting expectation ama exceeding expectation. Yeah, kama mzazi hana, ama mtoto kama huyo hana, mzazi hana uwezo wa kununua hizo vitu mm -hmm. Pale pale anapoishi kuna majani leaves around their trees. Hiyo ma, ni kitu ambayo iko kila mahali kuna miti ambayo kuna majani ambayo ukichanganya yanatoa ile rangi unayotaka mm -hmm. Kwa hivyo mwanafunzi na mwalimu ni kumwele, aelekezwe, mwalimu aelekeze mwanafunzi mwanafunzi na wasaidiane, mm -hmm. Kutoka yale maeneo mtoto anavyoishi, aambiwe ni majani gani na gani ambao ukichanganya ukikata hii na hii na hii. Kama hizi kina hibiscus ukikata hiyo ukichanganya na vitu vingine inakutengenezea chai nzuri sana ambao hata hizo ambao tunanunua zinatoka huko huko. Mm -hmm. Kwa hivyo hata wale wako mashinani wao kwanza ndio wako na nafasi nzuri sana kuliko wale wananunua wananunua, sababu <laughs> zao ziko tayari <laughs> wapo nazo huko Aha. An, unajua wale ambao wako hapa kwa, kwa sikio langu wanaozungumza wana mwelekezi na wengine we wakisikia wanasema ai, ai. So, ni wazazi wako na shida kwamba wataki kuwa wabunifu, wanataka kuchukua njia rahisi e. Katika shule ya Harambee mnafanya yeah, vitu kivipi ili kuhakikisha kwamba kila mtoto yeah, iwe anatoka familia inajiweza ama haijiwezi anaweza kufanikisha hii miradi na yuko tayari kwa mtihani huu wa kijisea. Asante um, kwanza ni uh, habari ambazo tumepokea hapo awali kuhusu wazazi wa wanaolalamika kwamba mfumo huu una gharama sana, langu ni kuwahimiza kwamba hakuna lolote ambalo huja bure. Lazima uh, mzazi uchangie, mwalimu achangie na mwanafunzi achangie, ili sote tuende pamoja. Pia uh, ni kuwahimiza kwamba uh, huu mfumo unahitaji ubunifu wa hali ya juu. Uh, ubunifu wa uh, kwamba tutumie zile rasilimali ambazo ziko kwenye maeneo yetu, kwamba kila wakati kama mwalimu sistahili kumwambia mzazi kwamba nunua hiki, nunua hiki au kile. Wakati mwingine namwambia uh, mzazi kwamba tunaweza tengeneza hii na hivyo basi kila mwanafunzi ambaye ako darasani ana uwezo wa kutumia bidhaa, kutumia zile vifaa zinazohitajika bila ya kugaramika. Pengi, a, lingine ni kwamba a, wazazi a, wetu wa shule ya Rambe wanashirikiana sana na walimu wao. Ninamaanisha nini? Ni kwamba wanachangia katika masomo ya wanafunzi wao kwa ku kujitolea mhanga ku, ku, uh, kuwapatia walimu kile chote ambacho wanachohitaji. Na wale ambao hawawezi, tunawaelewa pia, tunaweza kuwasaidia pamoja. Aha, uh, Duncan huu hu mtihani wa KJSEA una utatoa, uh, alama asilimia sitini ya kile ambacho wanafunzi wamejifunza kuanzia gredi ya saba ya nane na sasa ya, ya tisa. Hebu tueleze hii asilimia sitini, mwanafunzi kama alikuwa na changamoto katika baadhi ya mitihani waliofanya awali na miradi, anaweza kufanya nini ili kumaximize? Aweze kupata asilimia sitini yote inayohitajika yani, ya 100% ili iweze kuongezea uh, zile asilimia zingine ambazo zinatokana na mitihani iliyofanywa awali na miradi. Asante sana eh, ni kweli eh, hii final eh, exam ama uh, results, itakuwa asilimia ishirini inatoka kipsea. Asilimia ishirini itatoka ile summative assessment ya grade 7 and 8 na kip, kizisea itatoka 60% mm -hmm. Asilimia eh, sitini kwa hivyo unaona, hii mtihani ya mwisho hii inakuja ya mwisho inachukua nafasi kubwa sana. Kwa hivyo ni vizuri ni uh, mtoto uh, uh, uh, uh, prepared. Eh, uh, atayarishwe. Ni vizuri walimu wachukue nafasi imebaki, watayarishe watoto uh, kama vile tulianza kusema waangalie ile vile hiyo ile, ile, um, hiyo Muti, mtihani vile eh, nekwa mm -hmm. na set na wa, wa, wa, wa, mwalimu aweze kupeleka watoto through the yo exam mm -hmm. na pia angalie awa, awa prepare sana sana kama projects eh, ndio wakue tayari yeah. na eh, sana sana hiyo assessment kama gravity Eh, tuko na pool of expert tumeenda through your assessment eh, tukakuja na mambo ambayo tungetaka kushare ambayo inaweza saidia watoto wa, walimu aswa kujua bire kuprepare hao watoto, sababu kwanza hii assessment especially, um, hii maswali ya, ya, ya multiple choice eh? mm -hmm. sababu ni computer based. Zile suli, eh, answers ni kama zote ziko, ziko sawa, mm -hmm. Sasa mtoto asipojua eh, nafasi ya I mean, asipokuwa makini, asipo kuwa makini hataweza ku, ku, ku, kupata ile eh, jawabu ya, ya, ile, ile, ile iko sawa, mm -hmm. Kwa hivyo lazima kuna ile process eh, anatakikana ana kufikiria, mm -hmm. Ndio aweze kuidentify kitu ingine, eh, nafikiria uh, uh, Karanja atas, atasema kipata nafasi kwa hiyo karatasi mm -hmm. ni kwamba swali moja inaambatana na swali ingine na swali ingine. Kwa hivyo ukikosa hii swali ya kwanza mm -hmm. basi hata swali hiyo ya pili na ya tatu, unaweza unaweza kosa sababu. Kwa hivyo ni vizuri hii preparation, eh, mtoto kama atakuwa prepared vizuri atapata ma, uh, matokeo ambayo sio yake. Naam. Itakuwa ni matokeo ambayo ni sio yake kwa hivyo hataweza kuenda kuchukuliwa kwa, kwa, kwa shule ile alikuwa amechagua, pia kuchukuli kuenda kufanya ile pathway na subjects zile alikuwa amechagua. Aha. He, hebu tusikize katika kikao cha elimu mashinani katika kaunti ya Kilifi, kuna jambo lingine li, li, lililoibuliwa na mwanafunzi kuhusiana na vitabu vya kusoma uh, etumsikize According uh, to our learning areas, yes we do them, but uh, there are some added

County. Aha. Hilo, hilo swali la huyo mwanafunzi iko dende kuhusiana na kuna baadhi ya vitabu ambavyo vimekuja katika muhula huu, uh, je, unaweza kuambia nini wanafunzi na hata walimu ambao uh, huenda kama yule kijana anahisi uh, tayari ni kama yuko disadvantaged. Yeah, asante sana Mashirima. Let me uh, lei The fears and, uh, uh, give hawa wanafunzi wetu some level of, of optimism. Huwa uh, vitabu zinachapishwa in terms of editions lakini hakuna kitu, kitu mpya unapata imeongezwa kwa hiyo edition. Just, just very little. Kwa hivyo wanafunzi um, kuogopa kwamba maybe kuna kitabu imechapishwa la, last term and they have to go through it the whole of this term mm -hmm. Then I, I want to, uh, nataka niambia wanafunzi wetu ya kwamba there is nothing new zenye ziko kwa hizo vitabu mm -hmm. zile zenye walikuwa wanatumia uh, has just been improvised. Yeah, so that ilete more information mm -hmm. Yeah, because you remember, it's the first time we are doing this. No. And therefore, we have to improve our systems. We have to improve our books, our materials, every now and again. Mm-hmm. At a grade 10 sahii atujapokea. But we are hoping that venye waziri amesema ya kwamba by December tutazipokea. We are waiting and hopefully by your December zitakuwa in our school so that we can interact with them. And uh, I know even before next year ends mm -hmm. there will be improvements of those materials no. yeah so when uh, wanafunzi wasikuwe na any fear uh, they they are the, just the same same materials that they have been having mm -hmm. They just it's just the addition that has been uh, improved Uh, katika hili swala la uh, walimu ku, kuweza kuwa wabunifu uh, katika jinsi ambavyo wanawatayarisha watoto kwa, kwa mtihani labda Michael, unaweza kutueleza kidogo manake, naona kuna, kuna kifaa uko nacho hapo mm -hmm. labda unaweza kutueleza kidogo kuhusiana na kifaa hicho na kinahusiana vipi na haya maswala ambayo tunazungumzia kuhusiana na elimu. <coughs> kifaa hichi ambacho kiko hapa mbele yangu inahusiana na structure ya elimu vile ilivyo mm -hmm kwamba CBE ni process la b iko na nani tatu. Kuna ile tunaita competence -based learning mm -hmm. na hiyo ndio ya kwanza inafanyika mm -hmm. na katika hiyo kufanyika, lazima mwalimu aweze kupatia wa wale wanafunzi knowledge au mm -hmm. awapatie the skills, then awekele msingi ya kitu kinaitwa values mm -hmm. a kwa kitu yote ambayo inafanyika lazima mwanafunzi ama mwanini yote iweze ku change the attitude katika learning. Naam. Na that ndio iko na shida sana the attitude. Cause naweza patia mwanafunzi the knowledge, nimpatie the skills na values ako nazo but if the attitude is negative bado hakutakuwa na kitu ambacho tunafanya. Mm -hmm. Hiki kifaa kinaelezea kwamba kuna hiyo kwanza ni competence based learning. After learning tunaingia kwa kitu kinaitwa assessment. Hiyo ndio sehemu ya pili. Mm -hmm. ya pilia. CBE ukishawafundisha ukiwa wapatia elimu, wapatie njia zote na wakuwe na values zile zinahitajika. mm -hmm. Sasa wanaingia kwa atika assessment mm -hmm. na CBE si kama ile ya kitambo, na assess kulingana na kutupitia njia nyingi. mm -hmm. na ndio hizo unasikia kama vile projects zinaingia hapo. kuna vitu kama rubrics, mm -hmm. kuna kidoto, kuna written. Sasa hizi vitu kama hizo zote zinakuja katika. Sasa ukishamaliza mafundisho mm -hmm. Sasa ukishafanya hivyo sasa ukisha ndio mm -hmm. Tunakuja kwa matokeo mm -hmm. Na matokeo ni the outcome, ndio tunasema competence based outcomes mm -hmm. What do I expect nikishamaliza kufundisha, nimewapatia watoto wangu knowledge mm -hmm. Nimeshawapatia kila kitu mm -hmm. What else do I expect from them? Ni the outcome ambao ni sasa the core competencies mm -hmm. Na core competencies ndizile saba ambao ziko lakini sio hizo peke yake, kuna zingine zinaibuka tu wakati katika mafundisho yako ama katika walimu wanavyoendelea ku. Hiki kifaa sana sana kinafaa kisaidie walimu, hiki kiko hapa mbele yangu mm -hmm. Sababu kinawapatia the structure vile ilivyo, anajielewa, anajua wakati wote anapofundisha lazima kuwe katika akili yake ameweka hayo mambo, ndio aweze kupata matokeo mazuri pale. Mm -hmm. Mwisho ndio tutasema CBE ni process. mm -hmm, tusiangalie tu mahali tunaelekea, mm -hmm, tuangalie tunaendaje huko, mm -hmm, ni safari gani tunaenda nayo huko, mm -hmm, tutaendaje? usipowapatie hiyo knowledge wapatie the skills na wakuwe na values, na uweze kubadilisha the attitude, hakuna mahali unaenda. mm -hmm, takuwa ni kama una cheza cheza tu hapo mm.

Asante sana kuna, kuna jumbe nyingi hapa. Kuna mmoja um, anasema ana mzazi wa mtoto wa grade 9 anauliza, je, mwakani watasoma kwa hizo shule au wataenda high school? Nadhani huu mtihani wa KG, KG sea ni wa kwenda high school. yeah. uh, senior senior school senior school. As, asante sana kwa kunirekebisha. Haya, kuna uh, mjumbe mwingine hapa anasema I'm learning a lot uh, thanks for shedding some light kindly can you give me the name of the app for the assessments. Aha, uh, uh, labda unaweza ku kuirudia tu assessments uh, Duncan hii hi app ambayo ulikuwa unazungumzia ambayo inawapa ina mwongozo ya jinsi ambavyo maswali yatakuwa

Asante sana. assessment.gravitycbc.co.ke ndiyo hiyo app ambapo unaweza kupata mfano wa hizi assessment jinsi, jinsi zitakavyokuwa. Na wale walikuwa wameeleza kutakuwa na maswali mbalimbali mbali katika mtihani huu wa kijisea, maswali ambayo yanajumuisha multiple choice uh, kuna yale ya uh, m, swali fupi na jibu fupi short answer questions, na kuna structured and unstructured response tasks. Kwa hivyo ukienda kwenye kwenye app hiyo utaweza kupata mwongozo kamili ili uweze kuhakikisha kwamba mtoto amejitayarisha vilivyo mtazamaji. tutapumzika kidogo tu tunarejea hivi punde na mengi zaidi